Mebe, mebe, nashukuru sana katika shughuli ya uchaguzi kwa kutambua na kufahamu jinsi yes, ya kwamba kupiga kura ni haki yako hapa apa. Kwa hiyo walemavu, ndipo wale walemavu wote sivyawata ni kwa kama mwakilishi watu tunashukuru sana, walemavu wengi walikuwa, lakini sasa baada ya elimu na wamefahamu, hasa viziwi wamefurahi sana, na mimi binafsi nimefurahi sana kwa kweli. Tunashukuru mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano uchaguzi tunapiga kura kwa, kwa usafi kabisa na vizuri sana, tunashukuru. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Aziza Ali Mangosongo ametoa salamu nyingi sana kwenu. Lakini awali ya yote amenituma ili kuleta mambo kama matatu hivi ambayo amesema pamoja na salamu hizo. Ameweka mambo matatu ili tuweze kuongea na nyinyi wananchi wake. Jambo la kwanza ni hakikisho la ulinzi na usalama wakati na tarehe ya kupiga kura, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya amewahakikishia kwamba kutakuwa na usalama wa kutosha. Kwa hiyo ondoweni hofu, hakutakuwa na kitisho chochote. Vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vyote vipo chini yake vitakuwa kazini siku hiyo. Mnanielewa? Jambo la pili ni wakati wa kupanga mistari, wakati wa kupiga kura, watu wote ambao wana mahitaji maalum kama wakina mama wajawazito, wale walemavu na watu wa jinsi hiyo, hawatapanga misululu, hawatapanga foleni wakati wa kupiga kura, wataenda moja kwa moja, wakiwepo na wazee. Naelewa? Kwa hiyo nyinyi mtakuwa na na na, na mmepewa kipaumbele kwamba hamtakuwa kwenye fumanani ile mistari kwa sababu kutakuwa na mistari mirefu. Sasa hamtakaa kwenye hiyo mistari. Utakapokuwa unatoka nyumbani na kile mnaita kichinjio, si ndio? Mnakwenda moja kwa moja, mnakwenda kwa wahusika, wanawapa maelekezo, mnapiga kura, mnakwenda nyumbani. Kwa hiyo mambo ya kukaa sehemu kwamba utakaa kwa muda mrefu, mkuu wa wilaya amesema haitakuwa hivyo. Wanzetu wa Action Aid wameweza wameona, muhimu mkubwa wa kuja kuongea na sisi kwa ajili ya kutupa elimu ili mwisho wa siku, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi elfu mbili ishirini na tano ndio siku ya uchaguzi mkuu mkuua sasa eh? E, manake baada ya hapa tunatarajia kwamba kila mmoja siku hiyo ha, hatokuwa na harama ya kusitasita sivyo? Eh, kwamba utajua mgombea yule ambao wewe unamtaka yuko wapi na namna gani kula utaipiga? Eh jamani, eh, hilo ndio nini lengo kuu. Ili niwezekana wengine hapa leo hawajafika, sasa hivyo niwezekana mambo tu yameingiliana, lakini sasa wewe ukitoka hapa utakuwa utakua ni balozi mzuri wa kumwelekeza kule kwamba uchaguzi wetu ni kwa ina tatu, ndio kuna nafasi tatu. Kuna nafasi ya ngazi ya chini madiwani, si ndio? Kwa vyama vyao na ngazi ya jimbo kuna nafasi ya wabunge kwa vyama vyao, si ndio jamani? Na kuna ngazi ya kitaifa ambayo marais jamani, si ndio eh. Marais kuna vyama 17 ambavyo tutapiga kura, si ndio? Lakini kwa kila chama, kwa kila mtu utapiga kura kwenye chama ambacho wewe umependezeshwa na sera ambazo wamezitoa jamaa, sindio hivyo eh? Tunafuatilia jamaa, sindio hivyo ehe. Kwa utapiga kula katika mgombea mmoja wa chama chake ambacho wewe amekuvutia, sio wote, mmoja utachagua pale, utampigia kula tena kwa amani, kwa utulivu. Usiwe na haraka, usije ukaribu kula. Kwa kuna maelekezo hapa yapo ya tume, mtaelekezwa kwamba ni lipi utafanya kura yako itakuwa halali na lipi ukifanya kura yako sio halali, sivyo jamani? Eh e, eh, kwa naomba tuasikilize vizuri. Kama ambavyo nimesema, hatuna dhamira nyingine hapa. So, sio sehemu ya siasa sisi. Tumekuja kwa ajili ya kusikiliza namna gani tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi tunapiga kura, kwa sisi ambao makundi yetu maalum. Sisi tutajikita tu katika kuelezea utaratibu wa kupiga kura, nini ufanye nini nini, unapaswa kufanya nini usifanye. Nadhani tunaelewana jamani. Na kama kutakuwa kuna swali lolote, basi naomba niulize. Lakini sambamba na mimi, niko na mtaalamu wa lugha ya alama hapa, kwa wale ambao tunaweza tukawa tusisikiane, basi yeye atakuwa anatoa ufafanuzi zaidi. Baada ya kusema hayo, naomba mniruhusu niendelee. Kwanza kabisa, ningependa kutoa taarifa kwamba tuna utaratibu maalumu ambao tume umeuandaa kwa ajili ya kupata taarifa sahihi kuhusu zoezi la uchaguzi. Kwa hiyo unaweza kupata taarifa hizi kwa kufika katika kituo cha kupigia kula, lakini ipo pia, unaweza kupata kwa kutumia simu ya mkononi. Unapiga nyota mia hamsini na mbili nyota sefuri sefuri leli, unapata taarifa zote kuhusu uchaguzi lakini pia unaweza kupata taarifa kwa kupiga namba ya simu ambayo ni sefuri nane sefuri sefuri kumi na moja ishirini na moja sefuri sefuri. Katika hivyo vipeperushi ambavyo tumevigawa, kuna sehemu maalumu imeandikwa njia za kuhakiki taarifa. Ili uwe mpiga kura, kwanza kuna sifa ambazo natakiwa uzitimize. Nitakupa sifa nne ambazo natakiwa kuwa nazo. Sifa ya kwanza, uwe raia wa Tanzania na umeandikishwa katika daftari la kudumu la mpiga kura. Ni matumaini yangu kwamba wote tuliopo hapa tumejiandikisha katika daftari hilo. Na kama hujajiandikisha, basi ninasikitika kukwambia umekosa sifa. Lakini sifa ya pili ni uwe na kadi ya mpiga kura iliyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ipo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na usimamia uchaguzi. Hivyo unatakiwa uwe na ile kadi ambayo imetolewa na tume. Sambamba na hilo unatakiwa ufike katika kituo ulichojiandikisha kupiga kula. Hapa kuna angalizo. Tuna kituo maalumu cha kujiandikisha kwa kila eneo, sehemu ambapo ulijiandikisha, wakati wa kujiandikisha ule wakati wa uhakiki wa wapiga kula, pale ulipojiandikisha ndipo ambapo unatakiwa ukapige kula. Na kwa hivi sasa katika hivyo vituo vyote, nadhani hapo tumeona kuna orodha maalumu ya wapiga kula iko pale siku ambayo utaenda utahakikishwa kupitia ile orodha. Kwa hiyo ni vyema hivi mapema, kabla hujafika siku ya uchaguzi, ufike pale na ukahakikishe jina lako uko pale. Kama haupo, unatakiwa ujue upo katika kituo gani, kwa maana iko kituo ndicho ambacho utaenda kupiga kura. Isipokuwa, tume ilifungua dirisha maalumu la maombi kwa watu ambao wako nje ya maeneo yao ya makazi kuruhusiwa kupiga kura katika vituo vingine kwa nafasi ya urahisi. Kwa hiyo kama uliomba hii, una nafasi una nafasi ya kwenda kupiga kura katika eneo husika ambalo pia uliliomba. Lakini kama hujafanya hayo maombi, na maana pia hauna hiyo ruhusa. Hivyo, kwa ujumla, sifa hizi nilizozitaja ndio sifa kuu za kuwa mpiga kura. Nadhani tumeelewana katika hilo. Naomba sasa ni waruhusu, muniruhusu kwa ufupi sana nitoe maelekezo pia katika swala ama namna ya baadhi ya mambo ambayo yamepigwa marufuku katika siku ya kupiga kura ama katika utaratibu wa kupiga kura. Kitu cha kwanza ni marufuku, tume tume huru ya taifa ya uchaguzi na kataza kupokea au kukubali kupokea rushwa kwa ajili ya kupiga kura, na hapa nitoe msisitizo, siku ya uchaguzi hakuna chama kinaruhusiwa kufanya kampeni, hakuna chama chochote kwa hiyo kwa yeyote ambaye atakuwa anafanya kampeni katika siku hiyo ina maana atakuwa amekiuka na inawezekana anaiendea rushwa. Kwa hiyo tuepuke sana hiki kitu. Lakini kitu cha pili, huruhusiwi kupokea chakula, vinywaji au takrima kwa ajili ya kupiga kura au kuacha kupiga kura. Tuna rushwa ambayo unapewa moja kwa moja kufanya kitu fulani, si ndio? Lakini anaweza kuja swahiba wako au rafiki wa karibu akakupa chakula. Bwana, usiende. Ile ni takrima. Lakini takriba nayo ina saba fulani vya rushwa, nayo hairuhusiwi. Lakini huruhusiwi kupiga kula au kujaribu kupiga kula zaidi ya mara moja. Utapiga kula kwa utaratibu ambao nitautoa. Ukimaliza utakuwa umepakwa wino katika kidole chako, na hakikisha unapaka wino baada ya kumaliza. Sasa wakati unatoka kituoni ukiwa ushapaka wino, huruhusiwi tena kurudi kituoni, kiwe kile au chochote kingine, kwa ajili ya kupiga kura, si tunaelewana? Nadhani mliruhusiwa kuja na watu wa ziada kwa wale ambao wana changamoto ya masikio, kwa ajili ya kuwafafanulia. Kwa hiyo niwaombe wale ambao wanafanya hiyo kazi, tujitahidi sana kutoa hiyo kazi, kwa sababu najitahidi kuwa mbio, na mnikumbushe kwa pale ambapo nitakuwa nimeongeza spidi. Lakini pia uruhusiwi kupiga kura au kumshawishi mtu mwingine apige kura, huku akifahamu kuwa yeye au mtu huyo mwingine hana sifa ya kupiga kura kuna sifa nimezitaja, si ndio? Ikiwa huna zile sifa, huruhusiwi kupiga kura, na wala usiende ukamshawishi mtu mwingine ambaye hana zile sifa apige kura. Kuna mtoto ambaye hajafikisha miaka kumi na nane, usim, usimlazimishe kwenda kupiga kura. Kuna mtu ambaye hajajiandikisha, usimlazimishe kwenda kupiga kura wakati wa kufanya hivyo, tukifika siku ya uchaguzi na maana utakuwa umeisha. Lakini sambamba na hilo huruhusiwi kununua, kuuza au kutoa kadi ya mpiga kura kwa mtu mwingine. Kadi yako ni umepatiwa bure, utaitumia bure. Hauna mamlaka ya kumuuzia mtu, hauna mamlaka ya kununua kwa mtu. Tumia kadi yako ambayo ulipatiwa na tume bure. lakini pia huruhusiwi kufanya fujo au kuchochea watu wengine kufanya fujo katika eneo la kituo cha kupiga kura. Piga kura, piga ukimaliza, kaa zaidi ya mita mia mbili kutoka kwenye kituo. Ukishamaliza kupiga kura usikae eneo <coughs> la kituo, sio tunaelewana kwenye hili inawezekana ukawa unasema mimi nakaa tu sifanyi fujo, lakini kukaa tu pale uruhusiwi kwa ukimaliza, nenda. Naomba sana hii tuizingatie, imekuwa zikitokea changamoto. Kuna watu wanaamini mimi nakaa tu, mimi sijamsukuma mtu. uruhusiwi kukaa baada ya kuwa umemaliza kupiga kura. Umemaliza rudi nyumbani lakini sambamba na hilo huruhusiwi pia kuchapa kuandika au kusambaza hati bango au tangazo lolote kuhusu uchaguzi au mgombea, isipokuwa kama hati bango au tangazo hilo limeidhinishwa na msimamizi wa uchaguzi. Kuna haya mabango, kuna vipeperushi ambavyo sisi tumevigawa, si ndio? Kabla ya kufanya hizi tukio, huwa kuna utaratibu maalum wa kuomba vibali. Kwa hiyo wale wote ambao wameidhinishwa tu ndio wanaweza kusambaza vipeperushi mabango na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni onyo na ni marufuku pia kwetu sisi wote kusambaza bango lolote kuhusu uchaguzi bila idhini, yaani, usitoke hapa ukaona kwamba nime nimeiva sasa kwa kile nilichokielewa pale na mimi naweza kwenda kutoa elimu. Ni marufuku jamani, sawa. Mimi, mnaniona hapa nina kitambulisho ambacho tunapewa na tume. Kwa hiyo kila shirika wana hivi vitambulisho kwa watu wao ambao wanatoa. Hairuhusiwi kwa mtu tofauti kutoa hii elimu. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yameruhusiwa, lakini sambamba yamezuiliwa. Sambamba na hilo, haturuhusiwi kutumia simu kishikwambi, au kifaa chochote cha mtandao kwenye kupiga kura. Utaratibu wa kupiga kura ni utaratibu wa kutumia mkono, nitaelekeza, lakini huruhusiwi kutumia njia tofauti. Jina naitwa Abdurahmani Asumani Ali. Nashukuru taasisi ya Action Aid kwa, kwa kutufikia na kwa kujali, kwa kutujali, kwa kujali, kwa kujali, sisi walemavu kwa sababu taasisi nyingi au watu wengi huwa wanajali watu wa, wa, waliokuwa po sahihi, lakini hawa wamejitokeza kwa kutujali na sisi kutupa kipaumbele. Kwa hili tunashukuru sana. Wito wangu kwa walemavu tujitokeze kwenye upigaji wa kura na na pia tushiriki kwenye kupiga kura na vilevile, hizi kila fursa zinavyotokea na sisi tupewe kipaumbele zaidi. kwa jina naitwa Muhamed Saidi Nahoda. Nata shukrani kwanza kwa shirika la Action Aid kwa kututambua kwamba tupo na tunashiriki katika mambo mbalimbali. Kubwa zaidi wametushirikisha katika jambo zima na kutupa elimu katika jambo zima la upigaji wa kura. Kwa hilo, wanatoa shukrani za dhati kwa kundi letu la walemavu kwa kutujua katika sekta hii. Wito wangu kwamba tuhudhurie na tukachukue maamuzi yaliyo sahihi. Pia taasisi tuendelee kutujali na kutuonyesha njia nyingine zaidi kuliko ni hata hii. Haya, mimi kwa jina naitwa Latifu Abdalla Bai Ehe, naishi kijiji cha Chole. Nashukuru sana, tunatoa kushukurani kwa kupata mafunzo ya kupiga kula. Unaambua tuwe makini, tusile rushwa, tusipokee kwa mtu yoyote chakula kula. si ukifika pale unaingia ndani Unachukua kitabu nini chako, unapiga kula, unaondoka. Na kama itakuwa huwezi, unamwita msimamizi, anakuelekeza jinsi ya kuandika. Kwa hiyo tunatoa sana shukurani, kwa ni mengi tulikuwa hatuyajui. Kwa hiyo hapa tumekuwa tumefahamu. Mimi mii nafsi yangu sisikii, lakini nauliza wenzangu wa pembeni, wa wananielekeza wana. Kwa hiyo natoa shukurani sana, asanteni sana, na tunaomba tunakutakieni kila laheri. Tumetumalize uchaguzi vizuri, uende salama. Nashukuru kwa akisheni yedi kutuona kuja kutupa mafunzo ya kupiga kura na kwa kutukutanisha pamoja kutia kura tarehe ishirini na tisa kwa amani. Tunaomba taasisi nyingine ziwe zinatuona kwa sisi watu walemavu kutupa taasisi mbalimbali, asanteni.